Mkuu wa chuo cha ufundi Kyela Moravia kilichosajiliwa kwa usajili wa namba Nactevet 0702 anawatangazia wananchi wote pamoja na wanafunzi wa rohitimu kidato cha nne nafasi za na masomo ya muda mfupi katika kozi ya kompyuta yani computer application, pamoja na saluni. Na kwa upande wa kompyuta, chuo kinatoa mafunzo yafuatayo: matumizi ya kompyuta yani computer application, kutengeneza kompyuta yani computer maintenance, graphic design and video editing. Kwa upande wa saluni, mwanafunzi atasoma kusuka nywele aina zote, kutengeneza nywele meka, kuchora kucha stiming na vinginevyo vingi. Kozi hizi zinatolewa kwa muda wa kuanzia mwezi mmoja miezi minne mpaka miezi sita, lakini pia chuo kinatoa mafunzo kwa muda mrefu, yani miaka miwili kwa level two na mwaka mmoja kwa level three, katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ufundi magari, ushonaji, ICT pamoja na useremala. Chuo cha Moravia kina hosteli safi kwa wanafunzi wanaotoka mbari na kwa gharama nafuu, na wanafunzi watakaosoma kozi za muda mrefu watapatiwa vifaa wezeshe baada ya kumaliza mafunzo yao ili kuji um na chuo chetu. Fika chuoni Moravia, Moravia Kyela mjini, karibu na kanisa la Moravia ni Kyela, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba kwa mkuu wa chuo 0621448990, na kwa mratibu wa mafunzo 0775744637. Kwa msajili msajiri piga simu namba 0753425315. Wahi sasa, wani nafasi ni chache. Wote mnakaribishwa.